Hey, mambo vipi, karibu sana. Tunaendelea na kujifunza MySQL na SQL kwa ujumla, so leo video hii tutakwenda kufahamu zaidi kuhusiana na types katika MySQL, na vitu ambavyo tutaweza kuvikava hadi kufikia mwisho wa video hii, tutaweza kujifunza types ni nini katika MySQL, tutafahamu categories data types, Uh, group mbalimbali za data types ambazo tutakuwa tunafanya nazo kazi. Tutaangalia zile common data type kama int, varchar, date, float, tutaziangalia na jinsi ambavyo zinatumika, tutaoneshana mifano tofauti tofauti katika kuchagua au taarifa gani column fulani inaweza kuhifadhi kwenye database. Na hii ni muhimu sana, kwa sababu inasaidia kuweza kuhakikisha kuwa data yako inahifadhiwa ni sahihi na database yako inafanya kazi kwa ufanisi. Hiyo ndio data types. So tukiangalia mfano, so hapa tunaona kuna grupu nne kubwa, kuna numbers, text, dates and times na kuna boolean values. Numbers, ni zile data ambazo tutazihifadhi ambazo zinahusiana na nambari, mfano umri, bei, idadi na nyinginezo. Kwa hiyo tunatumia uh, data type mfano int, float. Tutakwenda kuona hapo mbeleni katika video hii hii, tutazielezea kidogo kiundani, tutakapooneshana kuhusiana na hizi data type. Lakini pia katika maandishi text, kuna char, kuna vaka, kuna text, tutakwenda kuzitumia pia hizi kwa pale ambapo tunahitaji kuhifadhi maandishi katika columns zetu, kwa mfano majina ama maelezo. Lakini pia dates and times tutatumia data type mfano date na date time, kwa ajili basi ya kuweza kuhifadhi muda, lakini vile vile mfano tarehe ya kuzaliwa unaweza kutumia hizi hapa. Tutakwenda kuona pia boolean values, ambayo tunaita boolean data type, nayo hii inatumika sana, mfano unahitaji kupata majibu tu kati ya ndio au hapana, ama kuhifadhi kati ya huyo user yupo active ama inactive, utaweza kutumia boolean. So tutakwenda kuona jinsi gani ambavyo zinatumika hapa, muda so mrefu. So kuweza kuchagua data type ambayo ni sahihi inakuwezesha wewe database yako kurun efficiently na kustore data zako accurately. Okay, unapokosea kuweza kuweka data type basi unaanza kukosea kuweza kumanage database yako na inaweza ikapelekea isifanye kazi vizuri na isiwe na data ambazo zipo sahihi. Kwa unatakiwa uwe mwangalifu sana katika kuchagua data type kulingana na data ambayo utakwenda kuhifadhi katika column zako. So, tukiangalia categories ya data types ndio hizo ambazo tumeziona. Categories kubwa ni nne, numeric, a string, ama text. Kuna date ama tunasema time, na kuna boolean na mifano yake. Numeric unakutana na hizo int, float, data type, double, decimal. Huko kuna mpaka decimal data type, okay? Lakini pia kuna string group jingine hili ambalo unakutana na char, varchar, text na kuna date or time unakutana na date, date time, time, year na kuna boolean ambao unakutana na boolean, ama tunasema tiny int. So, twende sasa tukajifunze group moja kwenda jingine, tuanze na numeric tuje text, tuje date and time na tumalizie na boolean ambapo ndipo itakuwa mwisho wa video hii yetu ya leo tutakapomaliza kuelezana eh, hizi group na data types zake ambazo imekusanya. So tuanze na numeric data type. Numeric data types tunakusana na int kwanza kwa kuanzia, ambayo kirefu chake ni integer. Hii inakwenda ku store whole number. Inahifadhi namba nzima bila ya decimal. Namba kamili. Mfano, tunaandika kolamu yetu ya age halafu tunaweka data type yetu ya int. Tunafahamu umri hakuna decimal, maana yake hakuna mwaka mmoja na nusu. No, ukisema mwaka unasema miaka 25, miaka 18 inakuwa namba nzima, haiwi na decimal. Sasa hapo katika data kama hiyo utatumia hii int kuweza kuhifadhi eh, nambari kama hiyo katika kolamu yako. Na hii ina range kutoka kati ya namba hizi, huku ni negative, huku ni positive. Kwa hiyo unaona hii data type ya int ina uwezo wa kuchukua namba kubwa tu. Kwa miaka tu hii ambayo life span yetu unakuta ni kutoka uh, mwaka mmoja mpaka pengine mtu kafika miaka mia moja na kumi humo, kwa hiyo unakuta inatumika hii int vizuri tu, kwa sababu namba zake ni kubwa ambazo zinaweza kuhifadhi kwa muda mmoja, so unaweza kutumia hii data type ya int, na ni nzuri kwa kutumia katika IDs kuweza ku count age lakini pia katika quantity unaweza kutumia hii data type ya int. katika kuhifadhi vitu hivyo, umri, kuhesabu vitu, idadi ya vitu mfano, ama kuweza kupata id za watumiaji unaweza kutumia data type ya int. So hiyo ni mojawapo ya katika hii category ya numeric data types, int ambayo tutakuwa tukitumia mara kwa mara katika kutengeneza column zetu na kuhifadhi data zetu. So ukiachilia na int, kuna float, tunasema ni floating point. Hii inahifadhi namba zenye desimo lakini si sahihi sana. Mfano price float, ndio ambavyo unavyoweza kuandika, yaani unaanza na column name yako unafuatia na hiyo data type yako ya float. Kule tumeona unaanza na column name na kuja ile int. Okay, huku ni float. na hii ni nzuri kama hizo value zako zitakuwa ni bei za bidhaa ama wastani ya kitu uzito, basi unaweza kutumia float. Lakini haipo kubwa kiasi hicho kama decimal. Namba yako ni kubwa sana, itakubidi uweze kutumia double, aina nyingine hii ambayo tuiangalie. So double ni data type nyingine ambayo tutakuwa tukitumia pia kama float, lakini hii ina usahihi wa juu zaidi kuliko float. Unaweza kutumia double. Mfano unahitaji kuchukua distance, unaweza kuweka a distance double hiyo, -distance, na type yake hiyo hiyo kwa sababu distance tunajua inakuwa inakusanya na zile decimal point mara nyingi. Kwa hiyo unaweza kutumia. Lakini vile vile katika taarifa zile za kisayansi, experiment imefanyika, unaweza kutumia double, ni nzuri. Katika maswala like ya kifedha unaweza kutumia double, ni nzuri kuliko float. Lakini zote zinatumika katika kuhifadhi zile namba ambazo zitakuwa zina milango ya decimal, lakini ukiachilia hapo, kuna decimal yenyewe. Sasa aina nyingine ya data type hiyo, ambayo inakuwa ina store exact decimal value, especially kwa ajili ya masuala ya kuhifadhi e, pesa fedha. Kwa hiyo hii ni nzuri sana, na inakuhifadhia ile decimal yako ambayo bila ya kupunguza point yoyote okay. Kwa mfano, salary, unaweza kutumia hii decimal. Alafu mundani unaona kuna values, kuna kumi na mbili zinamaanisha nini? Kumi ni idadi ya jumla ya tarakimu, lakini hii mbili koma mbili ni tarakimu baada ya decimal. Naanza na column name yako, naandika jina la type yako decimal, then ndani ya mabano unaanza na namba ya kwanza ambayo itakwenda kuchukua zile tarakimu ambazo zinaanzia huku, tunasema idadi ya jumla ya tarakimu. Kwa mfano hapa tumeweka kumi, kwa hiyo imeanza moja mpaka nane. Halafu ikaja na hii tisa kumi, manake yote hii total ndio ambayo hii kumi inawakilisha. Lakini mlango wa decimal baada ya point inakuwa ni hapa value inofuata ambayo unaweka, mfano sisi tumeweka mbili, kwa hiyo itachukua uh, milango ya decimal miwili. So hivyo ndivyo ambavyo hii uh, data type ya decimal inofanya kazi na kuandikwa, na hii ni nzuri sana katika kuhifadhi data ambazo ni money ama financial record, masuala ya kifedha hayo mishahara basi ni vizuri kutumia hii decimal. So, ukiachilia na hizo aina za numeric ambao, tumeona kuna int, kuna float, kuna double, kuna na ile decimal, tuangalie group hili jingine la string ama tunasema maandishi data. Data type zake tunakutana nazo mbili hapa, kuna ka na kuna va ka, okay? wacha tuweze kuziangalia nazo hizi tukianza na car, hii inakuwa ni fixed length string, maandishi ambayo yana urefu wa kuweza kudumu, yani urefu wake tayari unatambulikana, tunatumia hii char. Kwa mfano gender, tunafahamu gender inaweza kuwa male ama female inaweza kuwa m ama f, kwao tunatumia hapo data type hii ya char. Siku zote ina store exactly n character yani, siku zote inahifadhi mfano m ama F. Female ama male. ama yes or no yani, tayari tunatambua kitu ambacho kinakuja kuhifadhiwa pale hiyo eh, character ambayo inakuja kuhifadhiwa pale. Na tunaweka valu. Ukiangalia, tunafungua mabano baada ya kuweka data type yetu, tunaweka valu humu ndani. Hii valu inakuwa inamaanisha ile character ambayo unakwenda kuhifadhi, mfano ni m tu, kwa hiyo unaweka moja. Kwa hiyo kama unaweka gender manake iwe male ama female. Data ambayo itakuja user aweze kuchagua mfano au aweze kuingiza. Kwa hiyo ni herufi moja, tuko hapa tumeweka moja. Lakini mfano unahitaji kuhifadhi yes or no, kwa hiyo unaweka hapa value yako tatu, kwa sababu ya hizi character tatu za yes ama no. So zitakwenda kuhifadhiwa hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio char jinsi ambavyo inavyotumika. Lakini kuna varchar ambayo hii ni tofauti na char varchar, variable length yake inakuwa ni string urefu wa kuweza kubadilika. Kuna maelezo ambayo yanahitajika kidogo, unaweza kutumia hii data type ya varchar ikaweza kuhifadhi hayo maelezo, tofauti na hii char. Lakini pia ina store up to n character. N character ni hii value ambayo itakuwa humu. Kwa hiyo hii ndio inahesabu hizo character zako katika hiyo string yako ama maandishi yako. Ukiweka okay, value humu, hakikisha unaangalia da hiyo data ambayo inakuja kuhifadhiwa humo ili basi ujue ukubwa wake utakuwa vipi. Ukiweka valu humu, iendane na ukubwa huo wa hayo maandishi ambayo yatakuja kuhifadhiwa katika kolamu hiyo. more efficient than char for long string. Na hii ni nzuri sana kuweza kutumia kwa yale maandishi ama maelezo ambayo yatakuwa ni marefu kuliko kuweza kutumia hii char. Hii ni nzuri kuweza kuitumia, bora zaidi kwa maandishi marefu uh, yasiyoweza kuwa yamekaa fixed yani, yanabadilika badilika, basi ni vizuri kuweza kutumia mfano. Hapa name ni column ambayo inahifadhi jina ambalo tunafahamu, majina ya wale uh, watu katika database yetu yatakuwa yanatofautiana, kwa hiyo unaona haipo fixed, so kama hivyo ambavyo inaweza kuchukua. Lakini ukiachilia hapo, kuna text, na hii ni very large text data. Mfano, unahitaji kuweza kujaza description una kolamu yako unahitaji kupokea description za users, unaweza ukatumia hii text. Ina uwezo wa kuchukua maandishi mengi sana marefu sana, kunaweza kuitumia mfano description, data type text. Kwa hiyo hapa yatakuja maelezo kutosha ya kutosha humu ndani yakihifadhiwa. So kama unahitaji katika site yako kuchukua maoni, unaweza kutumia data type ya text watengeneza hiyo uh, kolamu yako ukenda kuhifadhi maoni ambayo yatatokana na wale watembeleaji wa seti yako, mfano yakahifadhiwa humu. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, ama zile makala yale, unaweza kuhifadhi pia katika data type hii ya text. huwezi kutumia text kama ni default value, na si rahisi kuweza kuindex, huwezi kuweka uh, value ambayo itaweka kikomo cha hayo maelezo labda kama unataka kufanya hivyo utumie vaka. So baada ya hapo tuangalie group jingine la date and time data types. Kuna date na kuna date time. Date ina store date only. Mfano, birth date. Format tunakuta ipo kama hivi. Kwa hii, just inahifadhi, tunasema ile siku pekee haichukui na muda. Lakini date and time, data type hii ina store date na time, siku na muda kwa mfano created at the time, mfano katengeneza account user fulani katika siku fulani na muda fulani. Inachukuliwa mpaka ile saa sekunde dakika, dakika zinahifadhiwa pia. Kwa hiyo unaweza kutumia data type hii ya date time kuchukua data kama hizo, lakini ikiwa unachukua tu mwaka basi just unatumia tu hii data type ya date. Kwa mfano katika base date, hatuchukui masaa ama dakika katika hiyo siku, just unachukua tu ile tarehe. Okay? So hivyo ndivyo ambavyo unavyoweza kutumia eh, hizi data type ya date na date time. Nadhani tumeona utofauti wake uliopo hapa. So kuna time stamp ambayo hii ni kama date time, lakini inakuwa updated automatically na inakuwa ina change. Okay, unaweza kuhifadhi tarehe na muda kwa pamoja kama ilivyo katika date and time. Kwa format kama ile tuliyoiona katika date and time. So kama date and time lakini inaweza kubadilika ki automatic kubadilika, basi tunatumia hii timestamp. Maybe, unahitaji kuhifadhi eh, ile kuingia kwa mtu katika system, kila muda atakapoingia, hifadhi muda alioingia wa mwisho, basi unaweza kutumia timestamp kwa sababu itakuwa inabadilika badilika kila atakapokuwa anaingia, itaacha huo muda ambao ameingia. Nadhani tutakuwa tumeweza kuelewana hapo na kupata japo kidogo tumalizie na grupu hili la mwisho Boolean datatype, ambayo tunaita Boolean ama tiny int. Hii nimekuambia inatumika kwa kuweza kuchagua chaguo mojawapo kati ya machaguo mawili, inaweza kuwa ni true ama false, na Boolean ni 0 and 1, okay? So unaweza kutumia data type hii, tutaenda kuona tutakapooneshana mfano wa jinsi hizi data type tulizozipitia hapa zinavyoweza kutumika okay? Matumizi yake hii Boolean, mfano, kucheki ama kuhifadhi status kama mtu yupo active ama yupo, hayupo active, ama kujaza yes or no, tunaweza kutumia data type hii ya Boolean. So, tukiangalia, uh, best practice ni vizuri kuweza kutumia varchar instead ya text kwa ajili ya zile searchable fields, lakini pia ni vizuri kutumia decimal kwa ajili ya kuhifadhi data zile ambazo zinahusiana na fedha pesa lakini, sio vizuri kutumia float na double katika ishu nzima za kuhifadhi uh, fedha katika column zako, tumia decimal. Lakini vile vile, ni vizuri kuweza kutumia boolean ama tunasema tiny int kwa ajili ya kuhifadhi true ama false katika column zetu. So kama tuna machaguo mawili basi, ni vizuri kuchagua hii data type ya boolean. Lakini pia tunatumia date kama utakuwa unahitaji kuhifadhi tu date bila ya masaa bila ya dakika yoyote, lakini utatumia date time kwa ajili ya kuhifadhi vyote viwili, masaa na ile siku, ama tarehe tunasema. So hivyo ndivyo ambavyo data types katika MySQL tunavyoweza kuziona na kuzitumia katika column zetu. Natumai utakuwa umeweza kujifunza japo kitu kidogo na kuweza kuzifahamu vizuri hizi uh, data types za MySQL katika SQL. So katika video inayofuata leo tuishie hapa tusifanye video hii kuweza kuwa refu zaidi. Nitakuja kuanza na kutengeneza table mbili ambazo tutafanya mazoezi ya hizi data type ambazo tumejifunza hapa leo. So nitakuonyesha jinsi ambavyo tunaweza kuziandika hizi data type katika kutengeneza tabuli yetu katika hizo columns zetu katika video inayofuata. Una maswali yoyote, una maoni, unaweza kunambia katika sehemu ya comment ya video hii, basi na mimi nitaweza kurespond muda huo huo ambao nitaweza kupata hayo maswali yako. Asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane video inayofuata.